Karibu tena tuweze kujifunza kwa pamoja hesabu hizi hapa. Hesabu hizi nimesema ni darasa ngapi? Hisabati darasa la nne. Lengo ni kukupa jinsi au namna ya kuweza kukabiliana na hesabu. Nimetoa hesabu tofauti tofauti, nimeanza na hesabu ya kujumlisha, nimekuja na hesabu ya kuzidisha na hesabu ya kugawanya, nimekuja na hesabu ya kujumlisha lakini kilumi na namba, nimekuja na hesabu ya nini, ya sehemu. Nitakuonyesha jinsi gani ya kuweza kukabiliana na hesabu namba hiyo, na unazokutana nayo popote pale kwenye mtihani, au naweza au, naweza nikasema lazima kusifahamu. Unaiona hiyo hesabu ilivyo kaa, inasema 25640 kuongeza 340 kuongeza 2 sawa sawa na ngapi? 25640 kuongeza 140 kuongeza mbili sawasawa na ngapi? Hesabu hii unavyoiona inahitaji mbinu jinsi ya kupanga ili uweze kupata. Ukipanga kiholela huwezi kupata hesabu hii hata kidogo. Okay, sasa, kwa maana hiyo sasa unachokifanya lazima uandike namba kubwa kwanza ili kwanza tupate hesabu lazima tuisimamishe vizuri, ili tupate urahisi wa ni kufanya niokufanya, tunaweza tukafanyia hapa hapa, lakini kwa ngazi ya mtoto wa darasa la 4 ni rahisi sana kujichanganya kati ya mamoja, makumi na maelfu na makumi elfu, lakini ili apate hesabu lazima uweze kupanga kwa njia ya nini? Kwa njia ya wima kama ifuatavyo. Tunaanza hapa, unasema ishirini na tano elfu mia sita arobaini unapokuja ina ma- kisha hasa ina mamoja, makumi, mamia, maelfu ma, na makumi elfu. Hii ina mamoja, makumi na mamia. Wanafunzi wengi hesabu ni ni, unachukua huyu huyu huyu hapa ngapi, kwenye unakuja hapa ni makumi, utamweka kwenye makumi mwenzake Okay, hapa ni mamia okay. Hmm, unakuja na unamweka kwenye mamia mwenzake ambao ni ngapi? apita kwa nini tatu, sawa. Sasa hesabu na unakuja sasa, unakuja ongeza mbili, okay. Hii mbili ikisimama peke yake ni upande, manake tunasema ni mamoja, kwa hiyo atakaa kwenye mamoja hapa. Wala usije ukadiriki kuandika hapa au hapa au hapa au hapa hapa, utaratibu wa hesabu haupo kwa maana hiyo sasa, hapa unaweza ukajumlisha nini kirahisi. Ukasema sasa hapa kujumlisha, unasema sifuri ukiongeza sifuri kuongeza mbili jibu lake ni ngapi? Sifuri ukiongeza sifuri ukiongeza mbili jibu lake ni ngapi? Kama haupo vizuri kwa kujumlisha kutumia kichwa, basi jaribu kutumia hata vihesabio, tumia hata mikono uweze kufanya nini, uweze kupata hesabu yako vizuri kabisa. Uh, uzuri wa namba huwa zinaanzia ni moja mpaka tisa. Kwa hiyo unaweza kutumia mikono pamoja na kucha pamoja na vidole vya kwako. Kwa, kwa tukichukua sifuri ongeza sifuri ongeza mbili maanake. Hakuna kitu ongeza hakuna kitu ongeza mbili tunapata ngapi? Tunapata mbili. Tuani ngapi? Mbili. Unakuja upande wa makumi. Nne ongeza nne. Unapopanga hesabu lazima ujue kabisa hizi zinalingana. Hiyo usipate shida kujumlisha. Nne ongeza nne ni ngapi? Ukijumlisha vidole vyako kwa makini kabisa, unapata jibu lako ngapi? Nne ongeza nne yani vinne ukaongeza vinne tena, ukihesabu unapata ngapi? Unapata nane. Unaweka ngapi? Unaweka nane. Unakuja hesabu nyingine na namba nyingine, na nasema sita ongeza tatu jibu ni ngapi? Sita ongeza tatu jibu ni ngapi? Sita ongeza tatu jibu ni ngapi? Ukichukua vidole vyako sita, ukaongeza vidole vitatu, ukihesabu kwa makini kabisa tunakuja namba inayofuata, unaona hapa, peke ipo tano, lakini hapa ipo lakini chini haina mwenzake hapa 2 okay? ongeza hakuna kitu ongeza hakuna kitu ni ngapi? hakuna kitu ongeza, hakuna kitu jibu ni ngapi? Ni mbili. Kwa hiyo jibu ni one. Ni ngapi? 25982 ukiandika hivi, kwa kufata utaratibu wa hesabu, popote pale utakapokuwa duniani, tumia utaratibu huu, unaweza ukapata njia, unaweza unapata jibu ambalo ni sahihi. Okay, hesabu ya pili inasema ni ya kuzidisha. Kwa nini nimeweka na hesabu ya kuzidisha? Tumetoka hapa ndio kupata mbinu tayari ya kujumlisha ukija hapa kwenye mbinu ya kufanya nini ya kuzidisha, unaona kwamba nini moja kwa moja tunaona 425 mara 14. Okay ha, hii ni namba ambayo zidisha namba mbili, ni namba tatu zidisha kwa namba ngapi? Kwa namba mbili. Ha, kwa mtoto wa darasani na nielewa nikwambia hivyo, kama huwa anakosa hesabu hii, basi nikupe mbinu moja leo kwamba hesabu yetu tunasema 425 mara kumi na nne mara kumi na nne panga hesabu yako vizuri kabisa hivi, halafu anza kufata taratibu. Unaona hapa hapa, kuna namba hapa juu tatu, hapa chini pana namba ngapi? Pana namba mbili. Kwa maana hiyo sasa tunaanza kuzidisha namba hii hapa kwanza, okay. Hii nne, nne itazidisha kwa namba zote za hapa juu, ni blaku utaandika Mstari wa kwanza utakuja hii moja hii moja itazidisha kwa namna zote, halafu utakuja unapanga kwa chini kwa chini. Hapo kuna namna jinsi tunavyopanga, hatupangi ile mlango tumepanga, hatupangi ile mlango tumemaliza hesabu la hasha, ila tunafuata utaratibu ili tuweze kupata jibu sahihi. Tunachukua 4 mara 5. 4 mara 5 ni ngapi? 4 mara 5 ni ni 20. Okay, 4 mara 5 ni 20, manake nne, nne Nne hadi ziwe tano, manake unapata ngapi? Utapata ishirini. okay? Utapata ishirini. Unakuja hapa nne mara mbili, maanake nne ziwe mara mbili, nne kwa mara ya kwanza, nne kwa mara ya pili, ukija kuhesabu unakuja unapata ngapi? Nane. Sasa kumbuka hapa tulishika hii hesabu, sawa? so, tulishika nne, nne, tano. Kwa hiyo nne mara mbili nne mara tano tulisoma ishirini, kwa tuliandika sifuri na kushika ngapi na kushika mbili. Kwa hiyo nne mara mbili ni ngapi? Ni nane, na kushika mbili. Nane ongeza mbili ni kumi. Kwa hiyo tutaandika zero, tutaandika sifuri na kushika ngapi? Moja. Tunakuja hapa nne mara nne okay, nne ziwe nne, nne kwa mara ya kwanza, nne kwa mara ya pili, nne kwa mara ya tatu, nne kwa mara ya nne, ukijumlisha vizuri unapata ngapi unajikuta umepata ishirini, na ile moja tuliyoishika itakuwa ni ngapi? Oh, sorry sorry, soresore. Oh, nne mara nne unajikuta umepata kumi na sita. Okay, kumi na sita na ile moja inakuwa kumi na ngapi? Kumi na saba. Hapa tumemaliza kwa nne, hii imeshamaliza kazi yake kwa hapa. Tunakuja hapa tena, hii moja moja mara tano, amalake moja iwe mara tano au tano iwe mara moja, mara ni tano. Moja mara tano itakuwa ni ngapi? Ni tano. Tunakuja hapa, moja mara mbili, moja mara mbili, moja mara mbili ni ngapi? Okay, moja mara mbili mbili, iwe moja juu ni ngapi? Mbili. Okay, moja mara nne juu itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni nne. Sasa ukishafanya hivi okay? Sasa unaona nilivyopanga hii hesabu nimepanga nisijakwambia, ni makusudi kwa sababu gani? Unapo Unafuk, Unapokuja unahamia namba hii hapa, unapokuja kupanga hapa chini lazima uruke namba ya kwanza. Alafu unakuja unapanga hapa kwa itakuwa ngapi? Na imeka, kwa imekaa kwa staili hii hapa. Okay? Kwa hiyo hapa utajumlisha sifuri ongeza hakuna kitu ni ngapi? Sifuri, sifuri ongeza tano. Sifuri ongeza tano ni sifuri ongeza hakuna kitu ni ngapi? Jibu ni tano. Saba ongeza mbili, ukichukua hesabu saba ukiongeza mbili unapata ngapi? Unapata jibu ni ngapi? Ni tisa. Unakuja moja ongeza nne. Moja ukiongeza nne unapata ngapi? Utapata jibu ni ngapi? Ni tano. Kwa hiyo jumla unapata ngapi? Tano, itakuwa elfu tano mia tisa hamsini. elfu tano mia tisa hamsini ndiyo jibu letu. Okay. Usikose kusubscribe hii channel, gonga kengele ili upokee vipindi vingine vinavyofuata, okay? Tuendelee ugawanya mia nane na tano gawanya kwa tano. Mia nane na tano gawanya kwa tano, kwenye hesabu kuwa vinamaanisha hivi, mia nane na tano inaweza kasimama kama labda idadi ya vitu, labda ni machungwa au ni maembe aa, vitu ndani vinasimama vitu nje, unawezokasema tunapo peleka au tufanye hawa ni watu kwamba watu watano una maembe 800, labda unataka uwagawie. Sharti la kwenye kugawanya lazima kila mmoja apate idadi sawa. Endapo vitabaki, huwa tunaweka pembeni, tunasema ni baki. Kama havitabaki, tuhakikishe kila mmoja amepokea idadi sawa. Hiyo ndio maana ya eh, hesabu ya kufanya nini ya kugawanya. Kwa hiyo tutasema hivi, mia nane na tano, uh, gawanya na kwa ngapi? Kwa tano. Unaiona hiyo hesabu? Unaiona hesabu okay? Kwa hiyo sasa, unaona hatua ya kwanza, tunachukua nane, gawanya kwa ngapi ta. Kwa tano. Kwa maana hiyo sasa, njia namna rahisi ya kueleza kwamba tunaanza kugawa namba moja kwa huyu, kama haitatosha tutakuja kwa huyu. Lakini hapa nane ya namba tano, nane ni kubwa kwa nane ya namba tano ni ngapi k okay? Lugha rahisi huwa unasema hivi, tano zipo ngapi kwenye hii nane? Tano zipo ngapi kwenye hii nane? Unaona kabisa tano ipo moja. Kwa maana hiyo sasa, itaingia mara ngapi? Itaingia mara moja kwa lugha tunasema tano mara ngapi, sawa sawa nane? Na kama haiji nane, ni namba gani inaweza kawa chini yake? Ni eh, hiyo tunasema tano mara moja. Tano mara moja tunapata ngapi? Jibu ni tano. Tunatoa hapo, tunaweka alama ya kutoa. Lengo la alama ya kutoa ni kwamba hivi, maana yake tumegawanya vitu nane, tumewapa watu watano kila mmoja amepata kimoja kimoja. Okay, hasa vitu nane ukiwapa, okay, kila mmoja kimoja kimoja, vitakuwa vingapi? Vitano. Ndio maana tumeweka hapa, vitakuwa vitano. Kwa hiyo vitano maanake kuna vitu vinabaki hapa, ndio maana naweka alama ya kutoa nane kutoa tano, tutabakia na ngapi? Tutabakia na vitatu. Hivi ndio vitu ambavyo vinafanya nini? Vinabaki, kila mtu amepata kimoja kimoja, vinabaki vitatu. hatumzidishii No, tunahakikisha tunabakisha kwa hapa chini, tunaendelea na hesabu yetu hii. Sifuri gawanya kwa tano, okay, sifuri ina ngapi kwa tano? Maana tukasema sifuri gawanya kwa tano. Sasa tunachokifanya hii tatu, kwa sababu ni ndogo kwa hii tunayofanya, tutachukua hii sifuri, tunayofanya ni tunaishusha hapa chini ili iwe thelathini gawanya kwa ngapi, kwa tano 30. Gawanya kwa tano. Okay? Kwa lugha nyepesi nasema hivi, kwenye thelathini zipo tano tano ngapi? Na ndiyo maana kinyume cha kugawanya ni kuzidisha, kinyume cha kugawanya ni kuzidisha. Tukianza tano mara ngapi ni sawasawa na thelathini? Kwenye tebo yetu ya kuzidisha ukienda kuangalia hapo utakuta kwamba tano mara sita utapata ngapi? ela fiu ambayo ukitoa, kwa nini tutoe? Je, vitu thelathini ukiwapo watu watano, kila mmoja akipata sita, vinakuwa vimeisha au vitabaki? Na ndio, na tunatoa. Tukitoa tutapata sifuri. Kutoa sifuri hakuna kitu. Tatu kutoa tatu hakuna kitu. Kwa maana hiyo sasa, vitu thelathini ukiwapo watu watano kila mmoja atapata vitu sita, hakuna kitakachobaki. Ni sawa wote hivi, itakuwa ni ngapi? thelathini. Okay, tunakuja sasa, tuna shu hii, tano imebaki peke yake, lazima namba yote ishi, hii tano tushusha hapa chini okay? tunashusha hapa chini, ambapo sasa itakuwa ni ngapi? Inasimama peke yake tano, tunasema tano gawanya kwa tano vitu vitano nimesema huku ndani ni vitu. Mfano, chukulia vitu vitano, watu wako watano, kila mmoja atapata vitu vingapi? vifike tano au ni tano mara ngapi? ni sawasawa na tano. Tano unakuja kwamba kuna kwamba na... ta. tano mara moja ni sawasawa na ngapi? ni sawasawa na tano, ukitoa tano kutoa tano na nakiisha kwamba vitu vitano kwa watu kila mmoja atapata kimoja kimoja, vinakuwa vimenyesha. Usikose kusubscribe hii channel, gonga hiyo kengele ili upokee vipindi vingine. Kwa majina natoani pom gaya ni kukaribisha, twende tena kwenye hesabu inayofuata. Tuende basi hesabu inayofuata, ni hesabu ya nne inasema 58 ongeza L O X X X. Umeshanielewa kwa nini? hii hapa ongeza hii okay, kiwalisia ah, hapa labda tuseme jibu katika Kirumi letu liwe katika kilumi 58. Okay, ongeza elo x x x. Hii elo hapa kwenye namba za kilumi ni hamsini. Namba zinazofuata hizi ndogo, tunazijumlisha. Hamsini ongeza kumi ni stini, ongeza kumi ni sabini, ongeza kumi ni themanini. Kwa maana itakuwa 58 ongeza themanini. Hatunaga kujumlisha, hatunaga kutoa namba ya kawaida na namba ya kilumi tukapata jibu, hatuna gawa utaratibu, isipokuwa lazima tubadilishe namba zifanane. Hasa kwa Tanzania sisi hatujafundishwa jinsi ya ku- hizi jinsi ya kujumlisha hizi, hizi tukazipanga zinyewe kwa zinyewe, watu tugeuze hii 58, na kwa maana hiyo, sasa tutachukua hii tutaigeuza kwenda namba ya kawaida. Tutachukua 58 ongeza n mamoja na mamoja nane ongeza sifuri ni ngapi? Nane. Tano ongeza nane, okay. Tano ongeza nane, vidole vyako vitano ukiongeza na vidole ukiongeza na vidole vinane unapata ngapi? unapata kumi na tatu. Okay, jibu itakuwa ni mia moja thelathini na nane. Jibu letu nimesema liwe katika Kirumi. Mia moja ngapi inaandika? Okay, ni hivi, okay, sawa. So, ni digital, najua watu wengi wanasimu na nini wanasoma, um, kwa hiyo sasa, kama navyoona, nane ongeza sifuri ni nane, tano ongeza nane ni kumi na tatu na na nane na nane kwa hivi, C X X X V moja moja moja. Hii ndo namba ya kilumi mia moja thelathini na nane. Hesabu ya mwisho inasema sita ya kumi kutoa mbili ya kumi, jibu ni ngapi? Sita chini ya kumi. Kutoa mbili chini ya kumi ia chin sehemu tena ni sehemu ambayo asiri zinafanana, biasi havifanani na ni hesabu ya kutoa. Ukiwa darasa la nne, ukipewa hesabu na a asiri zinafanana, na mara nyingi lazima asiri zifanane hapa kwa lembo ya kwako. Sasa utachukua utatoa, utafuata matendo kama kawaida. Sita kutoa mbili ni ngapi? Sita kutoa mbili Una mama ngapi? Nne. Sita kutoa pili unapata nne. Hapa chini unakuja unaweka kumi kutoa kumi. Je, unafanya hivyo? Hapana. Hapa chini unachukua tu na halishia hapa kumi na nne hii. Kwa lugha rahisi tunaweza tukasema kurahisisha hii hapa. Ukiacha ni umepata ukisema unaisema kuna Umifani, umifani. Kwa mbili, mbili, mbili, mbili. Basi ni kukaribishe tena kusubscribe channel yetu, ili uweze kupokea video nyingine nyingi zaidi na zaidi. Kwa majina naitwa Mwalimu Poga tokea hapa Mbeya, Tanzania. Karibuni sana kwenye vipindi vyangu kwenye chaneli ya Jifunze leo shule na malezi. Karibuni sana, asante.